Mwanaume yeyote aliyepoteza hisia na wewe, kila unachokifanya kwake anakuona kama msumbufu tu. Hata zile meseji zako ndefu za kueleza jinsi usivyopendezewa na tabia zake huwa hata angaiki nazo kuzisoma, na muda mwingine anaweza kuzifuta hata bila kuzisoma. Wale waliowahi kupoteza hisia kwa mpenzi wao watakuwa wanaelelewa hili vizuri. Na mpenzi wangu aninakuwa simuelewi sasa hivi. Naweza nikamtumia meseji ndefu yanalalamiko kuhusu tabia zake, akajibu poa. Sasinakuwa sielewi iyo poa inamaanisha nini, kwamba amenielewa atakubali kuongea na mimi au vipi? Unaweza ukampigia simu akiona nimempigia simu nyingi, labda kama kumi hivi hata pokea, anakuambia subiri, niko barabarani, au anakuambia nakupigia nakupigia sasa hivi. Kwa kweli, nakuata simwelewi, sijajua shida ni nini. Ni kitendo ni ambacho kinaniumiza sana, na kuachana naye naofia kwa sababu ni mtu wa muda mrefu. Hivi namjua mtu aliyepoteza hisia na wewe, kuna muda hata ukituma tiksi zako ndefu huwa angaiki hata kuzisoma. Unapaswa kulijua hili mapema. Mwanaume yote aliyepoteza hisia na wewe, kila unachokifanya kwake anakuona kama msumbufu tu. Hata zile meseji zako ndefu za kueleza jinsi usivyopendezewa na tabia zake huwa hata angaiki nazo kuzisoma, na muda mwingine anaweza kuzifuta hata bila kuzisoma. Wale waliowahi kupoteza hisia kwa wupenzi wao watakuwa wanaelelewa hili vizuri. Usimlazimisha akupende, mwache aende. Uwezi kumfanya mtu aliyepoteza hisia na msisimko wa kihisia juu yako akupende, utapotezewa muda wako tu. Ukifosi sana, atakulisha kwa matumizi ya kimwili tu, lakini future atajenga na mtu mwingine. Kuja kushtuka, umepoteza miaka mitatu na ndoa yake utasikia Instagram na Facebook, pengine hata TikTok. Hapo ndio utajua kwa nini wimbo wa taifa hauna video mpaka leo. Kukaa naye muda mrefu kwenye mahusiano wa kuwezi kuwa kipimo sahihi cha mtu huyo, anaweza kuwa garasa tu. Unaweza kukaa na mtu muda mrefu kwenye mahusiano na akawa mshenzi na asifai kabisa kwenye maisha yako. Usipumbazike na muda. Unaweza kukutana na mtu ndani ya muda mfupi na akawa mtu sahihi na akawa kama mna muda mrefu kwenye mahusiano yenu na mkaenjoi penzi. Hivyo basi, muda si kipimo sahihi. Anaweza kuigizia miaka mitatu anakupenda kumbe ni mshenzi mmoja, wanatumanini hivi, hatari. Ila unakutana na mtu ndani ya muda mfupi, unaipata ile raha ya mapenzi yaani, penzi mudako na mahusiano yenye tija. Kuwa makini sana. Sawa. Yote haya utapata kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Ibrah Thedon, usisahau kusubscribe ili upate elimu ya maisha na mahusiano. Ibrah, Ibrah The Don.